Iyo hapa chanjo ya chanjo ya ndui e, naitwa fowl pox chanjo ya ndui hii e, ni chanjo ya dozi ya kuku mia tano e, fowl pox hii e, ndo chanjo yenyewe kirusi, alafu mm, haya hapa ndo maji yake. Haya maji yanaona kama ni rangi fulani ambayo Mm. Ukichanja kuku unaacha ile rangi kwenye bawa ambayo inakuwa kama alama fulani hivi hey, ya kuonyesha kwamba kuku huyo amepata chanjo okay. hey. so, so. hmm. hmm. hmm. sindano okay. yake hii hapa hmm. ya kuchanja hii hmm. hey, sindano, hey, sindano ya kuchanjia chanjo hmm. ya ndui ni sindano kwa ajili ya kuvuta maji kuchanganya kwenye kidonge alafu, yeah, tunaanza no, kuchanja yeah. Mm, gharama zake ni nafuu mm. Gharama zake ni kuanzia shilingi mia tatu mpaka shilingi mia mm. Inategemeaga na idadi ya kuku walionao mm, sio gharama kubwa sana yeah. Yeah.